sema na naihurumia, maana chupa hii, uthamani wake ukiondoka, uthamani ukiondoka, yani maji yakiondoka yake, uthamani wa chupa tumesema ni nini hiyo? Maji yakiondoka, maji yakiisha kwenye chupa, hata basi iwe mwendo kasi kiasi gani, chupa itacupwa tu. Haijarishi kwamba itakanyagwa kwenye tairi haijarishi kwamba itatupwa wapi nyikani polini popote chupa ijandae kutupwa wao jiandae kutupwa kuzimu ukikosa Roho Mtakatifu ujiandae kutupwa jahanamo ukikosa Mungu. ujiandae kutupwa popote haijarishi uzuri wako ajarishi umaili wako lakini, ndani ya kukikosa Roho Mtakatifu aliyekufanya wewe uwe wa thamani, basi jiandae kutumbwa popote kama chupa ya maji. Chupa inahifadhiwa na kuheshimiwa kwa sababu maji yako ndani. Haleluya, zingine zinatunzwa kwenye friji. Haleluya, zinahifadhiwa maeneo mazuri zinawekwa kwenye mabegi. Heshima ile ni kwa sababu ya maji. Maji yakiisha chupa kule hazitakiwe hata kuonekana sehemu za mijini zilizo safi, hazitakiwe ukienda kutupa ichupa maeneo ya miji iliyo tutasafishwa, unakamatwa, kwa sababu chupa mahali pake hazi yake ya sahili kutupa wapi? Jalalani. Haleluya! ukimkosa Roho Mtakatifu wewe ni wa jalalani tu, wewe utakanyagwa, utapigwa chana na waganga wa kienyeji mpaka kwenye makaio Utavua nguo yako hivi, unampa tako moja, mganga anapiga wembe, anapiga wembe, anakuambia nigeuzena, la pili unamvulia tena, anakupiga wembe, afu anakwambia vacua shakula, e kaugulie kwa unada, uwe ukuwa wa thamani. Haleluya. Tua chupa ndani yake haina maji, ni ambayo haina maji, ustahili kuheshimiwa Bwana, ni kupigwa wembe tu. Asifiwe, tutakuta mtu chale chale chale chale chale chale, come on, mwenye Mungu apige chale, haleluya. Bwana anasema katika nyumba kubwa havimo vyombo vya udongo peke yake, kuna vyombo vya aina nyingi, vya miti na vya plastiki. Lakini anasema ikiwa mtu atajitakasa na kujitenga na uovu, atakuwa chombo chenye heshima kimfaacho kutumika kwa Bwana. Utahifadhiwa, utabebwa, utakupatiwa, lakini to ndani yako akiweko Roho Mtakatifu. Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Ukiwa hey, na roho Mtakatifu okay. Ni <tosti> tunu, ni <tosti> dhahabu safi <tosti> Bwana asifiwe. Mlokole unafikiri anapigwa pigwa chana labda, mlokole loko. Kuna mlokole na kuna mlokole loko, sawa. Haleluya ukiwa mnakole loko, pigwa cha pigwa cha. Kwa wengine maisha yao yote ni chare. Wakati mwingine makalio yote mishapigwa pigwa chare, wanarudia tena mlimu kwa sababu matatizo hayakuishi. Mganga anakuambia sasa, hapa inabidi inabidi turudie tena mlembe cha. Mheshimiwa Mtakatifu, haleluya chua nafasi ya mungu ndani yako, itambue nafasi ya Mungu ndani yako. Yesu akasema siwaachi ninyi yatima, nawaachia ya msaidizi. Haleluya! Hii kitabu cha matendo mmoja pale, nilipokuambia Yesu anawaambia msiondoke kwanza Yerusalemu mpaka ile nguvu ile hadi itakapoajilia. Haleluya! Bwana asifiwe. Tusome Yohana 20:19 Yohana 20 19